Kama msemaji nikuhakikishie, kwamba tuko tayari, hatutakwata tutakuunga mkono. Viongozi wa mila wamemhakikishia mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Bieri Kayegela kuwa watashiriki kikamilifu katika mbio za Mwenge wa Uhuru zinazotarajiwa wilayani hapo Oktoba 9 mwaka 2025. Uamuzi huo umetangazwa na kiongozi wa machifu hao, chifu Soja, katika mkutano wao uliofanyika leo Oktoba 4 mwaka 2025, ukumbi wa mikutano wa Mbalizi sekondari mjini Mbalizi. ili tukuunge mkono unapoongea, machifu wako wako mbele pale kuanzia mwanzo mpaka mwisho, nina imani mama atajua unaishi na watu ambao wanapenda <coughs> <coughs> au siku, wazee wangu, ninategemea kumwangusha <coughs> na waombeni na waombeni kwa umoja wetu, hata kama watapeli wapeli watu wachache, lakini wengi tuunge mkono, tutembee na mama mpaka atakaposema sasa mimi nimeishia hapa kifanya hivyo mpaka siku ile. Lakini kule kwenye kilele cha cha, cha, cha, cha mbio za mwenge tarehe kumi na nne niliwasiliana jana na Dasi, alinipigia simu, alinipa maelekezo. Hata leo asubuhi ameendelea kunielekeza na mimi nimeshawaambia wazee. Kwa hiyo tunawashukuruni sana, na hata wewe utakapotoka hapa, unapowasiliana na mkuu wa wilaya mwambie mjumbe wako umefika, wameupokea kwa nguvu zote, na wako tayari hawa, yani hawapangushi mpaka utakapoishia. Enehii, kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Bieri Kayegela amewashukuru viongozi hao wa mila na kusema hivi: chifu ajue kwamba wazazi wetu, chifu mpeachikee